Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City, tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa. Mwezi huu wa Oktoba ukiwa ni mwezi wa kuhamasisha jamii kuhusu saratani ya titi, tunasalia hapa Marekani kusikia kauli ya manusura wa ugonjwa huo ambaye, sasa pamoja na kutia moyo wengine, anatoa shukrani. Ningependa kusema asante kwa watafiti wenye wanafanya utafiti wa madawa ya n, kwa sababu ni kweli Jawa zinafanya kazi na tumepona, wengi wamepona, kulikuwa na wengi sana wenye wamesambata hata miaka ishirini na je, wafahamu neno moja la Kiswahili unaloweza kutumia kuelezea kuchukia kitu au mtu? Basi ambatana nami hadi kwenye kipengele cha jifunze Kiswahili karibu. Ni Alhamisi ya tarehe 30 ya mwezi Oktoba mwaka 2025. Mwenyeji wako ni mimi Arnold Kayanda kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York, Marekani. Kabla ya mada kwa kina, tuanze na muktasari na mwenyeji wako ni Selina Charpon. Asante Arnold. Mratibu wa Umoja wa Mataifa wa masuala ya kibinadamu nchini Sudan Denise Brown amesema ni kweli wamepokea ripoti za mauaji ya baadhi ya wahudumu wa kujitolea huko El Fasha, Jimboni Darfur wakati huu ambapo mji huo umetwaliwa na wapiganaji wa vikosi vya usaidizi wa haraka RSF. Akihojiwa na idhaa ya Kiarabu ya Umoja wa Mataifa B Brown amesema hawana uhakika wa mazingira ya mauaji yao. Kwani, Again, hatuwezi right kufika hivi sasa. Tuko umbali wa kilomita 50 kutoka eneo hilo tukijaribu kuthibitisha taarifa ambako hakuna mawasiliano, kwa hiyo ni vigumu sana, lakini ni kweli tunaamini, tuna taarifa tuna sahihi ya kwamba wale waliokuwa wakijaribu kuokoa wengine wameuawa. Wakati huo huo, mkutano wa Baraza la Usalama kuhusu Sudan uliokuwa ufanyike mwezi ujao umelazimika kuitishwa leo ili kujadili hali ya kibinadamu na kiusalama el Kimbunga Melissa kimepungua nguvu baada ya kutoa nchini Jamaika kama kimbunga cha kiwango cha tano na kuvunja rekodi ya kimbunga chenye nguvu zaidi kabla ya kuelekea kaskazini mashariki kupitia Cuba hadi Bahamas na kusababisha mafuriko makubwa, uharibifu na kukatika kwa umeme katika maeneo mbalimbali mbali ya Karibea na Amerika ya Kati. Kwa sasa, mashirika ya Umoja wa Mataifa pamoja na wadau wameongeza juhudi za misaada ya dharura kwa uratibu katika nchi zilizokumbwa na madhara kwa kutuma wafanyakazi na kusambaza misaada iliyokuwa imehifadhiwa mapema. Ripoti zinasema mafuriko, uharibifu wa miundombinu na kutota kwa ardhi kumeendelea kukwamisha juhudi za kufikia wahitaji. Nahitimishia Cameroon, ambako kufuatia mauaji ya raia wakati wa maandamano ya kupinga kutangazwa kwa Paul Biya kuwa mshindi wa kiti cha urais kwenye uchaguzi uliofanyika Oktoba kumi na mbili, ofisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu imeeleza wasiwasi wake juu ya ripoti za vifo hivyo. Msemaji wa ofisi hiyo, Saif Magango, amesema wanasihi mamlaka kuhakikisha uchunguzi wa kina haraka na huru wa matukio yote ya ghasia zinazohusiana na uchaguzi, ikiwemo matumizi yasiyo ya lazima ya nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji na wahusika wafikishwe mbele ya sheria. Mwisho wa muhtasari wa habari. Asante sana, Selina Choropon, kwa kutuletea muhtasari wa habari. Hapo baadaye ni wasawa ajifunze Kiswahili na tutakwenda BAKITA Tanzania kupata ufafanuzi wa neno sumia salia. Papo hapo tafadhali.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

kwa taarifa na makala. mimi ni Arnold Kayanda. Tunasonga mbele na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Mwezi wa Oktoba ni mwezi wa kuelimisha umma kuhusu saratani ya titi. Shirika la Umoja Mataifa la Afya Ulimwenguni, WHO, linasema hatua hii ni heshima kwa mamilioni ya maisha yaliyoathiriwa kwa njia moja au nyingine na saratani ya titi, na kuonesha msisitizo wa ahadi ya kimataifa ya kuhakikisha kila mhitaji anapata huduma sahihi na kwa wakati maudhui ya mwaka huu ni kila simulizi ni ya kipekee na kila safari ni muhimu. Na ni kwa mantiki hiyo Assumpta Massoi katika kusaka simulizi hizo, alishiriki matembezi tarehe 18 Oktoba 2025 hapa Marekani ya kuonesha mshikamano na sio tu na manusura wa saratani ya titi, bali pia watoa huduma, matembezi ambayo yaliandaliwa na kikundi cha Wanawake wa Katoliki, CWA na kupatiwa kaulimbiu Kupiga Hatua dhidi ya saratani ya titi. Majira oh, oh, ni saa mbili na nusu asubuhi kwa saa za Marekani, kwenye uwanja wa MetLife hapa jimboni New Jersey, mashariki mwa Marekani. Umati wa watu na miminika hapa taratibu, wazee, vijana, wanawake, watoto kwa ajili ya matembezi ya dakika 45 kuonyesha mshikamano, sio usio tu na manusura ya saratani ya titi, bali pia walipoteza maisha kwa ugonjwa huo, hali kadhalika watoa wa huduma kwanza ni kujiandikisha nikapata bangili ya utepe wa buluu na kisha kupita kwenye eneo la ukaguzi. Mwongozaji anaweka bayana yu hapa kuwa iwapo huna bangili ya utepe wa buluu kwenye mkono wako, basi hapa huwezi kuingia ndani ya uwanja. Rangi iliotawala ni waridi, mavazi mabango, iwe waridi mpauko au waridi mkolezo. Familia nyingine zimefika pia na mbwa wao akiwa mivishwa tu kwewe napacha rangi ya waridi, na uwanjani hapa kuna skrini zenye majina ya baadhi ya watu waliopoteza maisha kwa saratani ya titi. Basi baada ya kuingia ndani ya uwanja, matembezi ambayo ni mzunguko wa kupanda hadi juu ya eneo la uwanja na kuteremka, ambao walifanyika ndani kwa ndani. Njiani filimbi zilipigwa kutia moyo watu wote walionekana kuchoka au kuanza kukata tamaa kumaliza matembezi, na hatimaye saa tatu na dakika 46 tukamaliza mzunguko wetu. Nikapata fursa ya kuzungumza na mmoja wa shiriki mm -hmm. wa kikundi cha sako for faith and strength. Nilimuuliza kulikoni ameshiriki matembezi haya. Kwa majina anaitwa Lucy Gidenji mm -hmm. mkaaji wa New Jersey. Huu mwezi wa Oktoba huwa ni mwezi wa breast cancer na sisi kama kikundi cha wamama cha CWA, Catholic Women Association, tukianzisha hii kundi uh, nilipopatikana cancer saratani ya titi saratani ya titi mwaka wa 222 alafu tukaanza ya kwanza kutembea matembezi, matembezi ya kwanza. Kwa hivyo leo hii hii ni matembezi yetu ya mwaka wa tatu, tuna celebrate shangilia, yeah. um, mwaka wa watat mwaka wako wa tatu wa kupona saratani ya titi ya titi ndio. mm -hmm. Na tunakuja hapa ili kuwajulisha watu ni vizuri kwenda kupimwa matiti kwa sababu ukienda upatikane, uh, mm -hmm. na hii ugonjwa mapema huwa ni rahisi pia kutibu, na tumekuja hapa just to bring awareness, kwa hiyo kuelimisha watu penda kusema asante kwa watafiti wenye wanafanya utafiti wa madawa ya kiugonjwa kwa sababu ni kweli dawa zinafanya kazi na tumepona. hmm. Wengi wamepona, kulikuwa na wengi sana wenye wamesurvive hata miaka kumi, ishirini. Kwa, kwa hivyo kuna oh, watafiti kazi yao ni mzuri, kwa hivyo tuwasema asante kwa niaba ya a wengine nasema asante. Wengine wanakata tamaa. Wewe ulivyopata ulifanyaje? Na sasa watie moyo, watu waone safari yako. Kusema ukweli, unapoenda daktari akwambie uko na huu ugonjwa kweli kabisa, you know, akili nasimama. Ufanye nini? Uanze wapi? utaenda akamdangani itakona ama itakuwaje? Kwa hivyo mazoni huwa ni changamoto na inaogopesha sana, lakini sasa waambie aana ibatika nimebatikawa hapa mpaka siku ya leo na nana <tutu> na unawaambiaje wahudumu na wa afya, maana kulikuwa hapa kuna waliopona E, na kuna ambao hutoa huduma wa afya caregivers walikwepo hapo, unawaambiaje? Nawaambia na asante sana kwa kazi nzuri wanayofanya ya matibu wagonjwa na hudumia kwa kahudumia kwa kwa na pia familia zilikwepo likuonako, na familia yako unawaambiaje? familia pia familia na marafiki, nawaambia asante sana kwa kuita sapoti kungi kwa shukuru mwakani mwakani mwaka kesho unatarajia kufanya nini zaidi? Mwaka kesho pia tutafanya hivi hivi ya yeah, tuta simama kwa sababu pia kuna mmoja wetu pia amepatikana kana hiyo kuonjwo, kwa hivyo pia nataka kumwambia pia yeye asipe moyo, atapona. Mimi ni kama andeki sau pek na awe na nguvu. Shukrani sana Assumpta Massoi kwa mada hiyo kwa kina. Sasa umewadia wasawa kujifunza Kiswahili hii leo. Mtaalamu wetu Oni Sigala, mhariri mwandamizi wa Baraza la Kiswahili la Taifa nchini Tanzania, BAKITA, anafafanua maana ya neno sumia. Inapotokea kwamba umemchukia mtu au umekichukia kitu fulani au umechukia sana jambo fulani, uh, huwa tunasema Eh, hiyo ni hali ya kusumia. Unaweza ukamsumia mtu, unaweza ukalisumia jambo fulani, au hata ukasumia, eh, kitu fulani. Eh, inapotokea mazingira kama hayo, neno sumia ndio linalopaswa kutumika. Wengi huwa tunapenda sana kutumia maelezo badala ya kutumia neno moja. Kwa hiyo inapotokea umemchukia mtu, umechukia jambo fulani, umechukia kitu fulani, basi unaweza ukasema, nadhani mimi michezo nimeisumia au ninasumiwa sana na michezo au ninasumika sana na jambo fulani au ninasumiwa sana na mtu fulani. Shukran sana Onisigala kwa ufafanuzi huo. Basi nami nakunja jamvi leo, lakini tukutane tena wiki ijayo Jumanne kwa jarida lingine la video, na kwa upande wa kipindi cha redio ni kila siku. Kwa hivyo kesho Ijumaa utapata habari za umoja wa mataifa. Hata hivyo, kwa sasa unaweza kutazama habari na video nyingine kwenye channel yetu ya YouTube habari za UN, na katika ukurasa wa x habari za UN. Vile vile, kumbuka pia kupakua app yetu ya habari za UN katika Play Store na App Store. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea jarida hili mimi ni Arnold Kayanda, nakutakia amani na kwaheri, kutoka New York, Marekani. <silence>